Wabunge na madiwani. Sasa, baada ya kumaliza zoezi la kufanya ujumrishaji na kuhakiki matokeo ya kura kwa kila chama na kwa kila jimbo, vyama vitano vimesaini kati ya vyama vinane vya kusimisha mgogoro cha rais hakuzuii zoezi hili kuendelea. tumekisha fika katika ukumbi sura na 43 na, na kwa mujibu wa katiba ya jamhuri ya Tanzania, yule aliyepata kura nyingi kushinda wagombea wote aweze kutangazwa. Tumsikilize mwenyekiti wa uchaguzi Ramadhan Kailima wa NEC anaeleza nini kuhusiana na suala ambalo linatarajiwa kufanyika hivi punde. Ndio masita vimesaini kati ya vyama vinane Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kutoa maelezo hayo, naomba kwa heshima taadhima ni kunyanyua uje utusomee asilimia au kura zilizopata kila mgombea na hatimaye kutangazia mshindi wa kiti cha rais. Karibu, karibu Mheshimiwa mwenyekiti. Tume ya Taifa ya Uchaguzi jadwali la matokeo ya uchaguzi wa rais wapiga kura walioandikishwa milioni ishirini na tatu laki moja sitini na moja elfu mia nne na arobaini waliopiga kura milioni kumi na tano laki tano themanini na tisa mia sita thelathini na tisa sawa na asilimia 67.31 kura halali milioni 15 milioni 15 laki 193 elfu mia nane sitini na mbili sawa na asilimia 97 nukta nne sita kura zilizokataliwa 402248 na sawa na asilimia 2.58. Matokeo ni kama ifuatavyo: Ana Elisha Mgwira ACT amepata kura 98763 na sawa na asilimia sufuri 65 Chifu Lutalo, Lutalosa Yemba ADC amepata kura 66,049 sawa na asilimia sufuri nukta nne tatu. Dr. Magufuli John Pombe Joseph CCM amepata milioni nane e, laki 8,882,935 sawa na asilimia 58.46. Lowassa Edward Ngoyai Chadema amepata milioni sita na sabini na mbili elfu mia nane arobaini na nane sawa na asilimia 39.97. Hashim Rungwe Spunda Chauma amepata kura arobaini na tisa elfu mia mbili hamsini na sita sawa na asilimia sufuri nukta tatu mbili. Kasambala Janken Maliki NRA amepata kura elfu nane na ishirini na nane sawa na asilimia sufuri nukta sufuri tano. Li, Kasambala Janken Maliki NRA amepata, narudia hiyo, amepata laki nne na ishirini na nane e, kura, e, kura sawa na asilimia sufuri nukta sufuri tano. Limo Macmillan Elifasio TLP amepata kura alfu nane mia moja tisini na nane sawasawa na asilimia sufuri nukta sufuri tano. Dovutwa Fahami Nasoro, uh -huh, Nasoro Dovutwa hey, Fahami Nasoro, UPDP, amepata kura 7785 sawa na asilimia 0.05 Ntarudia ile NRA. Kasambala Janken Maliki, NRA, amepata kura elfu nane na ishirini na nane sawa na asilimia sufuri nukta sufuri tano.